Ni siku 28 tu kabla ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'an Tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na Al-Hikma Foundation. Mjue mshiriki kutoka bara la Amerika ya Kusini, nchi ya Barbados, Yusuf Abova. Qur'an ni incha kwa incha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa mkapa.